nachua shilingi isato nagu ta isano na isato isano asekera ekilo nagotea buna nigo koranyara kobagokoremaria oborimi bwabo bw ekemeri ekio bagokwonanita TV nigo bateberwe buna nigo basabira abajumbe koyeria ebili eyo nari ekemeri ekio keragendere kobakonya ase magimabo